Naitwa Sura Nyembo ni mkurugenzi mtendaji wa Drug Abuse Prevention Organization. Aa, leo tunaendelea kuweza kuangalia zile uh, athari ya kiafya na hasa uh, katika ile uh, moja ya athari ambayo tulisema mtu anaweza kuwa mraibu. <coughs> Mraibu ni nani? Mraibu ni mtegemezi au mtumwa katika kitu fulani, na uraibu uh, ni neno lililotokana na lugha ya Kiarabu na maana yake halisi ni utegemezi au utumwa. Uh, wengine wanasema kwamba uraibu uh, uh, ni uh, maradhi ya kifamilia. Tunasema addiction is the family disease, uh, ni kwa sababu wakati mtu anafikia katika hatua ya kuweza kuwa na utegemezi au utumwa uh, kutokana na hivyo vilevi ambavyo anatumia basi, na familia nazo zinakuwa zinaugua, zinaugua zile emotional feelings, maradhi fulani ya kihisia, wanakuwa na hofu iliyotawala, uh, wanakuwa na wasiwasi, lakini wakati mwingine uh, wanakuwa na zile hali za kuweza kujikatia tamaa uh, sasa, uh, wakati mgonjwa anaugua na familia nazo zinakuwa zinaugua, lakini si kila mtumiaji ni mraibu. Uh, mara nyingi eh, mtu huanza kuweza kujiingiza katika utumiaji uh, kwa majaribio, na mara nyingi uh, katika daraja hili la majaribio huwa uh, yanafanyika eh, mtumiaji anakuwa, mtu wa kuweza kujificha, ficha, kwa mtu anakuwa kwa siri kwa sababu ndo anakuwa anaanza kuweza kutumia hizi dawa za kulevya uh, na baadaye eh, mtu huyu huanza uh, kuweza uh, kutumia hadharani, tunasema ameingia katika daraja lingine eh, ambaye ni mtumiaji wa kijamii lakini, baada ya hapo e, mtumiaji huyu wa kijamii sasa, watu wanapoweza kuweza kujua na yeye anajua kwamba watu sasa hivi wameshanijua kwamba na, na, na, natumia uh, huwa mara nyingi anaanza kuweza kutumia mara kwa mara. Kwa hiyo e, daraja lingine ni kwamba mtumiaji huyu anaanza kuweza kutumia mara kwa mara <coughs> na anapokuwa anatumia mara kwa mara, mara nyingi anaanza kuweza kutengeneza zile tabia hatarishi. Sasa pale kama mtu huyu anajaribu kuweza kushauriwa au kuweza kupewa maneno ya kuweza kubadilika, na anapoweza kutengeneza zile denial zile hali za kuweza kukataa ukweli, mtu huyu anaingia katika daraja la mwisho la utegemezi au utumwa, au anaanza kuweza kuwa mraibu. Sasa uraibu ni ugonjwa sugu uh, ambao umeathiri katika mifumo ya ubongo wenye tabia ya kujirudiarudia. Uraibu ni ugonjwa sugu ambao umeathiri ubongo wenye tabia ya kujirudiarudia. <coughs> Ko mpaka hapa tunaweza uh, kuelewa uh, kwamba uraibu uh, ni maradhi ambayo uh, yana, yana, yana, yana, yana, yana, yana nguvu sana kwa sababu ni maradhi ambayo yana tabia za kuweza kujirudia rudia, na mtu huyu katika akili yake inakuwa mara nyingi fikra zake zinatawaliwa na uh, kile kitu alichokichagua kama kilevi alichokichagua, lakini pia mtu um, huyu anakuwa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana uhitaji wa mara kwa mara, anakuwa na hamu iliyopitiliza yenye uhitaji wa mara kwa mara, lakini pia wakati mwingine mtu um, huyu kutokana na situation ambazo zinakuwa zinatokea anashindwa kuweza uh, kukontrol uh, hisia zake, na mara nyingi uh, anapo weza kuweza kuhitaji hicho kitu, basi lazima anakuwa naweka ulazimu wa kuweza kuwa anatumia mara kwa mara kwa sababu uh, mwanzo anakuwa alianza katika utumiaji wa hiari yake, baadaye sasa inakuwa ni kama tiba kwa upande wake, ni kwamba ni lazima aweze kutumia ili fikra zake ziweze kutulia, hisia zake ziweze kutulia, lakini mwili urudi katika hali za kawaida, kwa sababu anapokuwa na kosa anakuwa na zile wanaita arosto, kitaalam wanaita withdrawal symptoms, zile dalili anazokutana nazo baada ya kukosa. Anakuwa na mahangaiko katika fikra, kwa sababu fikra yake imeegemea katika kitu kimoja. Anakuwa anajaribu an, an, an, an, an, kuweza kutafuta njia na njama uh, ili kuweza kupata hicho kitu ambacho uh, kimetawala katika fikra zake, lakini pia anatumia njia na njama ili kuweza ku, kufanya utulivu kwenye, kwenye moyo wake, kwa sababu uh, hisia zake zinakuwa zina uhitaji zina na hicho kitu mara kwa mara, lakini pia mwili unakuwa hauko katika hali za kawaida. Mm, anakuwa na wakati mwingine anapiga miayo mingi, wakati mwingine tumbo linauma, wakati mwingine uchovu, wakati mwingine uh, anakuwa na hisia za asira, lakini wakati mwingine uh, anakuwa an, an, an, anajisikia kama homa, wakati mwingine zinakuja zile short spark. Eh, anakuwa ni mtu ambaye uh, yaani ni lazima ni kama gari ambayo inatakiwa liweze kuwekwa mafuta ili liweze kwenda. Kwa hiyo ndo mraibu mara nyingi anakuwa hivyo. Kwa hiyo uh, hizi hali zinapokuwa zinatokea wakati mmoja, dalili mbili au uh, tatu, mtu anakutana nazo kwa wakati mmoja. Uh, wakati mmoja, wakati mwingine anakuwa sasa uh, kwa maneno tu hivi, hivi, uh, inakuwa ni ngumu kuweza kuweza rekebishika kuweza kubadilika kupitia maneno tu ya kawaida. Kuna process au kuna mfumo uh, wa kuweza kumsaidia mraibu, lakini hakuna aliyechagua kuwa mraibu. Hakuna aliyechagua kuwa mraibu, ni kwa sababu uh, tunaona katika katika makuzi ya watu wengi, eh, walijaribu kuweza ulizwa wewe, baadaye, for the future, wewe unataka kuwa nani? E, wengine walichagua kuwa waalimu, wengine walichagua kuwa madaktari, wengine walichagua kuwa pailoti e, kila mmoja alikuwa ana ndoto zake kwamba baadaye anataka kuwa nani. Wengine walichagua kuweza kuwa wafanya biashara, lakini mwisho wa siku waliangulikia katika hili gereza la utumwa ambalo ni uraibu, na uraibu ukachukua kila kitu. Uraibu kachukua mahusiano na zile tabia ambazo zinakuwa zimezalishwa katika maradhi haya, lakini pia uh, ule uwezo wa kuweza kuchanganua na kuweza kufanya maamuzi yaliyokuwa sahihi unakuwa ni mdogo. Lakini wakati uh, mwingine mwili nao unakuwa una uhitaji, kwa sababu anapokuwa anakosa anakuwa ni mgonjwa, anakuwa hayuko katika hali za kawaida. Lakini kisaikolojia pia anakuwa anakuwa uh, ni mtu ambaye eh, ni lazima obsession inakuwa iko juu kuangazia kunakuwa kukojuu, ni lazima aweze kupata ili arudi katika hali za kawaida. Kwa hiyo hapa a, ndoto nyingi za watu zilipotea. E, yule aliyetaka kuwa mwalimu hakuweza tena kuwa mwalimu, na yule aliyebahatika kuweza kusoma lakini hakuweza kuweza kuitumia taaluma yake. Lakini uraibu huu hauchagui wewe ni nani, e, una uwezo kiasi gani, e, lakini E, unajiwana na kina nani e? Una taaluma gani? Uraibu haushaguli, uraibu umvuta mtu yoyote katika taifa lolote. Haya e, ni maradhi ambayo hayana hayana, maradhi yanapokuwa yanakuja, hayaangalii kwamba wewe ni nani, si una uwezo kiasi gani Sijui unatoka taifa gani, hayaangali maradhi. Yanakuja kwa sababu wewe ni mwanadamu uh, na inapoweza kukuta, eh, kukuta hizi hali uh, basi ni lazima uh, uweze kupata uh, tiba inayostahili. Wengine huwachukua ndugu zao na kuweza kuwabadilishia maeneo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, wakiamini kwamba uh, labda ndo wanaweza uh, wakatengemaa kutoka katika maradhi haya ya uraibu. Uh, ni kwamba uh, ni sawa na yule mgonjwa, let's say utole mgonjwa wa malaria eh, umchukue, useme kwamba ni ngoja nimbadilishie maeneo huyu nimpeleke sehemu nyingine, labda atatengemaa. Ni ngumu kuweza kupona malaria. Hivyo hivyo kwa uraibu. Uh, ni ngumu kuweza kupona kama mtu hajaweza kupata matibabu uh, yanayo yanayostahili kwa kuweza kumhamisha kutoka eneo moja kumpeleka eneo lingine uh, si tiba katika maradhi ya uraibu. Lakini pia uh, wengine hufikiri uh, uraibu huyu labda atakuwa amerogwa, ni kwa sababu tu jinsi alivyokuwa zamani na alivyokuwa sasa, labda uh, amekuwa ni mtu tofauti kidogo. Mwingine huingiza katika imani za kushirikina, na mwisho wa siku uh, wanajikuta wanatumia muda mwingi, wanatumia gharama nyingi kuweza kuwapa waganga wa kienyeji uh, na mwisho wa siku mtu huyu anashindwa kuweza kutengemaa, kwa hiyo Uh, leo tunapoweza kuizungumzia uraibu tunazungumzia ni maradhi ambayo ni yenye nguvu na yenye tabia ya kuweza kujirudiarudia. Sasa anapoletwa katika vituo kama hivi vya huduma za uh, utengemao tunakuwa tuna, tuna, tuna mifumo mbalimbali katika namna ya kuweza kumsaidia mraibu, huwa tunafanya detoxification kwa, tuna kwa kuweza kushirikiana na zile hospitali za serikali ili kuweza kuzuia zile dalili zote anazokutana nazo baada ya Kosa. Dalili za kihisia, dalili za kimwili, mwili unakuwa hauko katika hali za kawaida, lakini hisia inakuwa wakati mwingine anakuwa na zile hasira kutokana na dopamine zinakuwa zimezalishwa katika kiwango cha kawaida, sio zile dopamine feki ambazo zinakuwa zinatokana na hivi uh, vilevi vilevi huwa vina tabia ya kwenda kudanganya sehemu fulani katika ubongo ambayo inaitwa limbic system au reward center system, na kuweza kutengeneza dopamine ambazo ni za bandia. Na ndio maana sasa mtu um, huyu dopamine zake ameshazoea zinakuwa ziko juu, sasa zinaporudi katika kiwango cha kawaida kama mwanadamu yeyote ambaye anatengeneza hizi dopamine anakuwa eh, yeye yuko down, anakuwa na huzuni sana, wakati mwingine anakuwa na hasira na hali nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo Detoxification, uh, huwa tunazuia uh, dalili hizi ili mtu awe katika hali za kawaida, lakini pia uh, kwa sababu uh, ni ugonjwa ambao umehitaji uh, zaidi tiba za kisaikolojia, tunakuwa tuna programs mbalimbali hapa. Tuna programs zile 12 steps program au wengi huziita 12 steps approach na kwa ajili ya kuweza kumwonyesha matatizo jinsi yalivyo, na namna gani anaweza akaishi katika suruhisho la changamoto hizo. Hii ina base zaidi katika kuweza ku prevent ili ule uraibu usiweze kujirudia na kuweza kufanya kazi na iyo, lakini tunakuwa tuna cognitive behavior therapy, eh, zile tabia tambuzi tiba sababu uh, huyu mtu anakuwa amebadilika kitabia, lakini pia unamwonyesha katika uwanja mpana tatizo lake na namna gani anatakiwa kuweza uh, kubadilika. Lakini tunakuwa tuna zile feeling session, yale madarasa hisia, namna gani anaweza ku control hisia zake. Lakini uh, kama nilivyokuwa nimezungumza hapo awali uh, addiction is the family disease. wakati huyu anatumia anakuwa mgonjwa, basi na familia nazo zinaugua tunakuwa tuna zile family therapy kwa ajili ya uh, wakati mgonjwa anatengemaa basi na familia nazo zinaweza kutengemaa. Kwa hiyo uh, tunakuwa tuna exercise, tunakuwa hmm. tuna michezo mbalimbali ya kuweza ku refresh mind, lakini tunapeana dhana mbalimbali za mbali kufanya replacement. Replacement kutoka katika, kama alikuwa anafanya kitu fulani uh, basi anaweza akatafuta kitu mbadala cha, cha kuweza kufanya lakini pia tunatiba kazi kumadaa huyu mtu anapokuwa katika nyumba eh, anapotoka katika nyumba apate nafuu, basi aweze kuweza kufanya kazi kwa sababu moja ya relapse prevention ni lazima huyu mtu aweze uh, kuwa na shughuli ya kuweza kufanya, lakini pia eh, tunakuwa tuna mlinki na zile supporting groups za watu wenye matatizo kama ya kwake ah, na baadaye eh, wameweza uh, kupata recovery kwa muda mrefu, basi wanakuwa wanampa experience namna gani anaweza kukabiliana na hali mbalimbali, anakuwa anapewa matumaini, lakini ujasiri wa kukabiliana na kila hali ambayo inakuwa inajitokeza ili mradi huyu mtu aweze kurecover aweze kuweza kuwa vizuri kutengemana kuweza kufanya maisha yake kama kawaida. Hapa tuko Dapo Recovery House, hichi ni kituo kinachotoa huduma za utengemao kwa waraibu wote wa dawa za kulevya pamoja na pombe. Tuko Kigamboni, Kibada, na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba sifuri sita saba tatu ishirini arobaini na tatu thelathini na mbili. Saidia mraibu wa dawa za kulevya.